Ni msiba peke yake ndio waga bure, lakini starehe yoyote iliyobaki hapa duniani ina kiingilio chake. Na Simba Sports Club tunakwenda kwenye starehe, na tena sio starehe ya kawaida, ni starehe ya kiwango cha hali ya juu mno. Ni starehe ambayo inakustarehesha mwili wako wote, ni starehe ambayo inaburudisha akili yako ni starehe ambayo inafurahisha macho yako, ni starehe ambayo inakuacha ukiwa na roho nyeupe mwaka mzima. Starehe ya namna hiyo huwezi kuingia bure, my brother, lazima ulipe kiingilio ili uende ukastarehe. Haiwezekani Abraham Morris akuburudishe wewe bure, haiwezekani, haiwezekani Nabi Kamara apige visigino pale vya bure, haiwezekani, haiwezekani. Wilson nangu afunge goli la kichwa pale bure, haiwezekani, haiwezekani. Simba mweusi Jonathan soa awapige watu venga vingi pale kwa bure, haiwezekani, haiwezekani. <laughs> itakuwa ni uhujumu uchumi. <laughs> kwa lazima tuweke kiingilio kwa sababu watu wanakwenda kwenye starehe, kaka yangu Jado. Huwezi kwenda kwenda kumwona Selemani Mwalimu bure, kaka. Mchezaji wa daraja la juu la world cup huwezi kwenda kumwona Rushain bure, my brother. Ni, ni mambo ambayo hayawezekani. huwezi kwenda kumuona Yakubu Suleiman kwa shilingi elfu tatu ama elfu mbili. Haiwezekani, ni fedheha kubwa, ni, ni Tanzania wani yule. Haiwezekani kwenda kumuona Kagoma bure, ni ni kumtusi yule, yule yule Kagoma. Kwa lazima tuweke viingilio tena viingilio vya maana kweli kweli, kwa sababu unakwenda kupata starehe ya, ya roho yako. Unakwenda kujisaulisha matatizo yanayokukabili wewe na familia yako tarehe 26.